Moja. <descriptor> water, wakiwa wakiwa wanashangilia kwa rekodi. Naona wanashaidia kolioi unapiga koli vuvuzela. Baba, hii ni kwenye fainali yetu, sawa, mwali tayari, kibindoni hatuoni mtu wa kutuzuia hii fainali ya kwenda shirikisho ama klabu bingwa. Baba <expedition> sio huko huko huko si, hatuwezi kuongea masuala ambayo hayatuhusu sawa, gemu Hmm. Hii ndio ilikuwa bigi mechi yetu ya mwanzo na mwisho, hizo zilizobaki zingine ni mterezo tu, wengine tunatereza sasa. Wewe muogopi prison, wala wengine wanakutana oh, nao prison, wengine, prison hakuna ambacho anaweza kaza kuonesha kitu kipya sawa. huyu huyu nilichomfanya leo hey, kwa sababu ni mechi ya kwanza alijifanya ananiweza, lakini mimi nimemwambia kwamba Ark sasa ni hak

kacheeko toto lake lile toto la Mudi, mashabiki wengi wa Yanga wanasema kwamba leo ndio ulikuwa mchezo wenu wa finali kuelekea kuchukua ubingwa. Uh, mtoto wa Mudi mko tayari eh, kucheza naye yaani, ninavyozungumzia mtoto wa Mudi na wao Azam FC ni shamba la Bwana Ali mbuza, Bwana Ali pipo na mfuniko, kwa sababu mtoto wa Mudi muuza mo energy huu, muuza Azam Kola, wewe uone kama vinaendana na wow. Yeah, hivyo yeah, yeah. Anapocheza Azam, mtoto la Mudi lipo, anapocheza mtoto wa Mudi mfunga madishi yumo. Kwa hiyo hata ukiangalia, kuna vijezi vya sanda waliokufa bado pala panda walikuwepo, mm, wengi tu kufunga shoga yake. Kwa hiyo leo, mchezo wa leo nimepiga paka mbako, alomfuga Alomfuga nani? Toto la modi. <laughs> <laughs> Sasa, mwepsi, nani? Sasa alomfuga nani? yao a mweze alikimbia tare nani, kwani yao ogopi mechi hiyo? Ndo tena nitolee tena mechi wazungu, I am calm down imeisha hiyo. Na niwambia wale wa Wanige kombe langu kabisa ma, yani hata kombe letu. huko mbele la pangusa pangusa. tumezungumza yeah. na ingewezekana hata tukabisi kombe letu, sasa huko mbele la pangusa pangusa, tumezungumza. Watoto wa Mudi wanasema kwamba baada ya kuoa Uh, Aziziki yeah. Sasa hivi kawagonge, shughuli imeisha kaka, sio shughuli imeisha? Wangeleta tarehe nane akina Debora, nagemjia Aziziki. ni nani mm, bora tarehe nane alilala unyoya pale, huyu ndio. Kwa hiyo Aziziki bado yuko bora. Kwa hiyo kama kweli mtoto wa muda anajiamini, leta Debora, tuingize Aziziki aafu one mm, shughuli yake. Wao wana mpanzu, mpanzu nani, mpanzu, mpanzu, mpanzu kuna mpanzu, kuna mwalimu wake yupo huko inaolikangalombo yule mpanzu mwalimu wake mwambia likangalombo ndio maana mpanzu alivomwangalia likangalombo huko kwetu, ndio akalala mbele na rofani anamcheza, wailisha mpanzu naye kachangia. Kwa kama mtoto wa Mudi ana, ana ukikosi bora mwambiani hivi bodi ya ligi nachefa, waambia tupange kwenye fai kwenye nusu finali hey. lakini kwenye ligi huyo hakuna tuchezi kaka hey. na ndio maana mpaka sasa hivi mtoto wamudi, akiona akiona daima mbele nyuma mwiko ndio hey. na ndio maana anapiga pemba, sasa vyangara, juza alivyo jana alivyo mwaga mimaji pale, wamelima ule uwanja, sasa hivi uwanja umebaki kupanda mpunga tu mle kaka, ndugu zangu waandishi wa habari hey. hey. hey. hey. hey. hey hata gani atakuwa mwauliza watoto a Mudi ni kosa la jinai kwenda kumtoa meneja wa uwanja. Wewe unamtoa meneja wa uwanja unasema tuache tuna kazi nao, angalau alivyo ulimalima jana pale, yani pale unakutinika mipunga tu. Juzi, kuna vizee vifupi kama mbilikimu kama nani wale nili mbilimbi. Vimelala uwanjani bale. Kwa mpila ukinyamba ushapikwa na wakati. Mwambie ni aja niloge mimi kana wa Ile tale kila kijipapatono na nani zimesimama mbiyo. Kwa mwambie ni mtoto wa mode, Aka cheza na kocheza. Kwa mpila ni mtoto wa mode, uwanja kati BM inaingia pano, kasema kwamba mba Yanga, uh, mwengiza shakike uh, Almasi uh, kuchukua BM, na ndio maana wamepokea kipigo. Kaka Almasi kwanza ulikuwa vizuri sema kilicho mkosi, uwanja maji alikuwa mpaka kwenye magoti, angalau kwenye arobaini na tano za kwanza uwanja ulikuwa umejaa mitope na maana tu Almasi alifungwa zile goli mbili. Kipindi cha pili baada ya maji kukauka, angalau mtoto Mudi, wa Mudi alipopelekewa moto pale, ulimi huu mpaka na bulutu za chini, ndio anakwenda kwenye maisha ya magoli yale. Maisha ni kombolela, butu waokoe wenzio. Kwa hiyo yale magoli ya, ya Lozimwano yale magoli ya kina mama yale, haya tuwezapo mwambie mtoto wa Mudi. Mwambiani vile pale kwenye nusu sio issue. Mwambiani ndo akafike kwa wanaume, alipofika mwanaume alifika fainali akatoa kwa kanuni akasimama juu anavalishwa medali. Mwambiani aenda akavalishwa medali kule vya. wako na Starbush katika hatua ya nusu fainali kwamba wanakwenda kwa heri, tutaonana kwa heri, tutaonana. Mtoto mudi kwa heri, yaani pale kaingia kwenye kisima cha burudani, alafu mbaya zaidi anayekwenda kuanza na anayekwenda kumaliza anakwenda kumaliza kwa kasi Mtoto wa Mudi salianza kwa kaja kumalizia hapa na vigori vyake vya kina mama vile. Mwambieni sasa anaanza hapa anaenda kumalizia. Anarudiji kule kwa mpana. Ana gongo kule hapa mbili kule tano. Yule alikuwaasha moto. Ah, kaka. Tena wa, wale nani wale kafu wale. Waje angalau wale wanja mtoto wa Mudi na kulipoa moto. Maana mtoto wa Mudi kwa kuanga mchana na kuota mioto mchana. Dio ah, stake zake. Mwambie mtoto wa Mudi wanaume anakwenda kunyanyua ndoko mara 31. Sisi ndio Yanga. Hatuchezi mm -hmm na watoto.